Hivi ni vitu vitatu ambavyo utatumia kugundua kama simu yako inachunguzwa na utatumia kujitoa kama simu yako inachunguzwa. Bila kupoteza time, njia ya kwanza tutatumia AVG antivirus. Hii ni application ambayo itakusaidia kuscan na kugundua application gani inachukua data zako na kuzituma sehemu zingine. Na utainstall inapatikana na Play Store au unaweza kuichukua ambayo imenani. Utagusa sehemu imeandikwa scan kama hivyo utaambiwa allow, utaallow hizo sheria kwamba kumanage all files, itaanza kuscan. Ikiskan itakutafutia application ambazo si salama kwenye simu yako na zina uwezekano mkubwa wa kuwa zinatuma taarifa zako, kama hapo kwenye virus database mekatiki. Vulnerabilities kuna vitu viwili ambavyo viko sawa na malware apps. Hapa ndipo kuna inatafuta application ndani yake na zinatuma vitu hivyo, zikipatikana utazifuta simple. Njia ya pili ni kuingia kwenye setting na kufanya mambo kama kawaida uta, uta enable developer option kwa kuingia kwenye build number. Utagusa build number, uta number mara nyingi kama ninavyofanya, kisha utaandika password au utaweka fingerprint. Ukishamaliza utakuwa ume unlock build, utakuwa ume unlock developer option. Uta search developer option, ukisha unlock uta search hapo developer option. Kama hivyo utaiona imeandikwa developer options, utaingia kwenye developer option, utaenda chini kabisa. Huku utakutana setting moja ambayo watu waifahamu, lakini ni bonge moja la security Uh, setting hii imeandikwa iko wapi, iko wapi? Show notification channel warning. Maana yake itakutumia taarifa kila application itakapofanya mambo yasiyoeleweka. Application ikitaka kutuma SMS zako kwenye sehemu nyingine, itakuambia kwamba kuna application inataka ifanye kitu fulani, kisha utagusa deny. Na njia ya tatu ya mwisho utaingia kwenye WhatsApp. Hii ni njia ambayo wengi wanatumia kuangalia SMS za watu, na wengi hawafahamu kuwa, ukiingia hapa kwenye setting, kwenye vidoti hapa juu, ngoja ni switch account, kwa sababu ya account nime connect kwenye WhatsApp yako. Hapo kwenye vidoti vitatu kukulia juu, kuna sehemu imeandikwa linked device. Ukiingia hapa, unaweza kukuta mtu amekukonnect siku nyingi sana, na angalia simu zako za WhatsApp, utakuta hapo kuna device utai remove. Ukikuta hakuna, basi jua uko salama.